Kumi tunapiga vyuku, msanii, mbona umeshikiria peke yako wangu? Oya, nikwambie kitu, msanii, usiwe na haraka, ushaonekana kwenye ulimwengu. We pambana, tukuangalia. Afya watu walikuwa hivyo hivyo, una haraka maaze. Tayari msanii tosha, watu washakuiga. Unaonaje? Unacheka. <laughs> Uwe, mzuri wapi wewe? Mwanzo ulikuwa unakataa. <laughs> Isa mshamba, umemtesa huyu, umemweka sana juani, ukawa unamlisha pilipili. Na huyu unajua pilipili hali anatengeneza sauti. Isa mtu mbaya sana. Haya, huyu hapa sasa Mungu kamwangalia, kampokea, saizi anakula kwa wakati, maisha yanaenda, katulia sasa kwenye kivuli. Ukimwona kasinzia chini ya mwembe, umempiga picha. Oh, mzivu wa kulima, mzivu wa kwenda kanisani

Unajua ndio na konta haya, shika basi kuku. Wewe usiwi bado ushika kuku, kula, kula kuku kula hapa. Kula hadi maradhi wewe. Kuku, bado muda wako ukifika. Na wewe ukijipata utashika kuku wako. Hapa upo tu kwenye mipango, namna gani vipi mifumo? <gulia> Usadi umejisaa haya, shika basi kuku wewe. Haya chagulie. Washamba nyinyi, watu wa mjini mnapenda maneno. Kwa ni maisha yako yaonekane na mtu fudenke. Hata ukiwa uani kwako tu, maisha yale yale, yale tu. Alokuwa masaki alokuwa mwengi wote mko sawa. Nyie vipi wa shamba nyinyi wasomi mnashindwa kubawabu nini? Mwanangu hapa anana kapiga ndala, kapiga sandali, saa hizi katoka kuamka, naingia mazoezini na mazoezini sio jimu ya mtu fudenke. Humu humu ndani nasogeza magurudumu yangu make oya, hebu onyeshwa haya magurudumu tu, mimi nasogeza naendelea na, muyangu, oye, emu, aya, mabuludu, umu, na maisha mnyama katulia, yule kule mnyama yule kule, yule kule sitaki kumuendesha mnyama, katulia huko, mnyama katulia huko Pura zangu wali maharage, mnyama katulia na mpakazo, wali maharage, mnyama wengine mkikuwa mnatanulia mi mnyama na mpakazo, wali maharage. Mashamba yote jifunzeni maisha, acheni unafiki kwenye maisha. Ukimwona mtu na mtu mnaleta unafiki maneno kibao, asa nini, sasa unafaidika na nini wewe? Sasa unajishusha tu maisha yako, unakonda kwa sababu kila kukicha unaangalia nani kwa mletea unafiki, unazidi kupungua afya yako, isikibreme ni wewe ishi kolomero, unatuona sisi, utuoni kokote. Una maana na sisi, tuna kolomero atushobokei mtu. Mimi wangapi wanani demo wananipigia njoo, sikuwa mtu fudeke. Ya nini? baadaye unaanza kutupa kichogo, unanisema. Sasa nje kufanya nini? sikuwa nikae kwangu, niko panga na msanii wangu, maisha yanae kwenda. Makolomero atufudeke mkitwa kidogo, mkipewa laki tano mnafunguka unatiririka, umemwezoa na kurekodi, unajichora nye yeah. Vipi babu nyinyi Umesoma lakini bado hujui ulichokisoma nini. Yaani umeenda kwa mtu fudenke, kakupa laki tano, unatililika. Mwenzio mwanae kwa rekodi wewe hujui. Angalia ulivyodhalilika, sana, laki tano imekushusha samani. Oya, babu jishikilieni. Oya, nyewe mlo kwa mnaela zamani zimekukimbieni, mnaenda mbio ujue mnashoboka. Muda mlipokuwa na hela zamani, sisi kwa tushoboki tunachukua vya watu barabarani tunalala stendi. Lakini nyewe mnaela zimekukimbieni, mnashoboka, mnaenda mbio mkitwa sehemu mnatiririka mnalopoka Vipi babu, oya, shauri zenu, mfumo mkula basi, naye acha unafiki. Mimi na minawasema watu wa mtandaoni, wasomi we nayo, n mambo ya mtandaoni, we imba densa cheki nini mtandaoni, hukuwezi tuachie sisi mababu, mshambawana nani, kinachotakiwa ni pumzi, sawa. Tupo jua saa kumi mtaani kwetu Kinondoni Makaburini. Ndio maisha yetu. Opposite makaburi ya hapo. Sijui wewe mwenzangu uko karibu na bahari. Meli unaziona, ndege unaziona, Mungu akubariki. Mshamba. Kula mjukuu wangu. Mkono unajao sasa hivi. Mkono unajaa onyesha sitipati. Mwonyeshe Isa sitipati. Mwonyeshe acha ushamba, mwonyeshe kuku shika na huku unafanya hivi. Wewe sio mgini. Mwonyeshe Isa sitipati. Kuku shika kuku kama kawaida huku unafanya hivi. Isa sitipati hiyo. Ushamba. Ayo. Kikorosho.